Bwana wetu Yesu asifiwe, watakatifu walio kote duniani na wasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu anayewazia watu wote, binadamu wote mema kila wakati. Nimeshukuru kwa kunipa kibali siku ya leo, maana ni siku kama mbili, sijapanda kwenye madhabahu kutoa neno, lakini ni kwa sababu ya huduma za hapa na pale. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa kunipa nafasi ya leo pia. Nimshukuru Mungu kwa ajili yako wewe, unayeendelea kufuatilia vipindi hivi. Najua Mungu hatakuacha vile ulivyo, kama ni magonjwa, atakuokoa na kama ni nafasi ya kuachana na dhambi. Neno hili ukilifuatilia, litakupa nafasi ya kuepuka mahovu ya kila namna. Hivyo nikusihi sana, kwa jina la Yesu, endelea kufuatilia vipindi hivi na Mungu wa neema atakupa neema na utapata kibali machoni pake. Basi siku ya leo tunataka tuzungumzie neno kuhusu njia, tunataka tuzungumzie neno kuhusu njia, hasa tunazungumzia kuhusu njia ambayo kila mwanadamu huona kwamba ni nzuri machoni pake mwenyewe, njia ambayo kila mwanadamu kwa upande wake ile anayotenda yeye uona kwamba inamfaa na ni nzuri na inapendeza. Kwa hiyo tutasoma hilo neno alafu tutaenda na mambo mengine hivyo, nikukaribishe na nikuombe tu uwe mtu ambaye unatenga muda kwa sababu ya kusikiza maneno haya maana, si maneno yangu mimi bali ni neno la Mungu. Na wewe ambaye utakayelisikiliza neno hili, Mungu hata kuacha vile ulivyo. Bwana sifiwe sana. Basi tusome kitabu cha Mezali, tusome Mezali ya ishirini na moja na mstari wake wa pili. Mezali ya ishirini na moja mstari wake wa pili, tunasoma katika jina la Yesu kila njia ya mtu ni sawa machoni pake mwenyewe, bali Bwana uipima mioyo. Amena. Tuombe Baba, katika jina la Yesu, ninasema asante kwa siku ya leo ya tariki hizi Baba za kuenda tunamalizia mwezi huu wa kumi. Baba, ninashukuru, ninasema jina lako litukuzwe, maana umenipa kibali maana umempa huyu mtakatifu wako nafasi ya kusikiliza ujumbe huu.